Ukiona simu yako inaonyesha kialama cha earphone wakati hujachomeka earphone, kuna kitu kimoja inabidi nabidi ujue kabla hujaenda kwa, kwa fundi wako. Hiyo ni shoti. Shoti hii husababishwa na mambo matatu. Jambo la kwanza, maji au unyevu ya kiingia kwenye kile kisehemu cha earphone kinakiita earphone port. Jambo la pili, vumbi likiingia kwenye kisehemu cha earphone. Jambo la tatu ni shoti kwenye njia ya umeme wa earphone ndani ya motherboard ya simu. Sasa, mambo haya yanapelekea simu kuhisi imechomekwa earphone ili hali haijachomekwa. Sasa, ufanye nini ili ukiondoe hichi kialama? Jambo la kwanza, safisha kile kisehemu cha earphone ili kukitoa vumbi au maji maji kama yameingia. Mara nyingi tatizo hili hutoweka ukifanya hivi. Kama umesafisha vizuri simu, lakini bado tatizo linaendelea kuwepo, kialama kitoki, ipe simu muda walau siku moja, ili simu yako iweze kukauka kabisa kwenye kisehemu cha earphone. Lakini kama bado tatizo linaendelea, inawezekana hiyo ni shoti ya ndani ya motherboard ya simu, hivyo mpelekee fundi akupe msaada wa kitaalamu. Kama umeipenda video, usisahau ku like na kuifollow Apolo Fundi ili uendelee kujifunza teknolojia kwa lugha rahisi kabisa.